Mimi eh, karibu, ningekuomba msamaha, ungeniurumia, karibu pia upigie. Kuna kitu ni nikakwambia, achana na, akiniachie tu mtoto. Ukasema ati mtoto ni wenyu? Ni mimi nilizaa mtoto, unadhani bro, bro ipo kafiti? Kafiti? Oh god.

Huko eh. Leo kwa nguvu. Hizo unajua kazi za fan amazing zaidi mzee. Nashukuru sana kwa support yenu bana. Bila nyinyi singeweza kufika sehemu ambayo nimefika. Alafu mnaifanya. By the way, unaniangalia hapa niko na Daktari Mato. Kana Daktari Mato niko na Laska. Na eh, ukiangalia Laska, Laska kwa kweli eh, kuna vitu vingi sana amepitia kwenye maisha yake, lakini Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ni wa maajabu sana. So ndio hivyo eh, daktari amesema kweli kana nakumsaidia Wayne na pia Laska lazima apate usaidizi because unajua Laska by the way she's my good fan na I'm really happy, because ye mwenyewe alikuja akasungumza yaliyo moyoni mwake na akasema yoko kwenye kamera, because many fans ambao ni wangu wengine wanasema wao mambo yao yaseme kwenye kamera, na mimi I do respect what they say because waamuzi ni wao, na kila mtu ana njia yake, anahitaji kusaidika na akihitaji kusaidika njia ya kamera. Huyo ndio furaha yangu because yeye mwenyewe ndio ameamua, na huyo Laska akiamua kusaidika mbele ya kamera, eh, kamera kabisa hiyo, pia ndio furaha yangu so, tunazidi kufuatilia tuone vile inakuwa. Na daktari kweli amesema tuje huku ili tuweze kujua vile itakuwa kwa aje. Niko fine kwa vizuri, ndio kama daktari mm, kwa salama uh, mimi niko vizuri mm, na nashukuru, nashukuru kwa maana ukiona binadamu anapumua yeah. Mm, unajua hata nikwambie, ukiona hata unaenda chooni unaenda choo vizuri, shukuru Mungu mm. Mm, sababu kuna watu sahihi hata ukienda sahihi Kenyatta utapata utaona vituko uh. Sasa uh, leo nimekuja pande hii na mimi, wakati nazungumzanga na mtu especially ya vijana wadogo, mi nawambianga kila siku respect ni kitia muhimu, respect inaweza kakufikisha mahali penye hata certificate inaweza kakufikisha heshima mm, mm, tu peke yake inaweza kakufikisha mara hata president aweza akafika mm. na huu kijana venye tukuwa nasungumaza naye ile siku ingine, mm alinionyesha ile madharau fulani mm. Na nikamwambia we ni kijana mdogo e, eh, respect ni kitu ya muhimu. Akaniambia uh, alifika mpaka akisindia kwanza kunipiga mm. Na unajua mimi umri yangu uh, sina ile masaa ya kwanza kukimbizana na vijana kwanza kupigana miereka Mm, nikamwambia sawa, wee kama yeah, unaona unaweza ukapiga mzee, sawa sawa, lakini kumbuka what you're doing is not right, na kawa na kiburi na nikamwambia uh, ishu ya mtoto kamwambia huyo, uh, mtoto wa uh, huyo msichana wangu uh, wachana na yeye, kama kuna mambo yingine labda kando na hiyo waende wazungumze lakini mambo ya mtoto acha nayo. Akasema hapana, mimi ndio najua, mtoto ni wa familia. Sawa, mtoto ni wa familia, lakini mtoto amemzaa wewe, mtoto amemlea wewe. Akamwambia okay sawa iki, kama unaona hii kama una kile ndio cha kufanya, kiko sawa, ni sawa. Sasa leo msichana, leo nataka nikuonyeshe kitu kidogo tu. Hiyo uh, mdomo mbaya alikuwa anaongea hiyo maneno chafu chafu, leo nataka niangalishe na manga nataka sasa eh, ikue pande hii, eh. Eh, ndaka gaya kwa mashavu. Atakuja hapa mtamwona, eh. Na tunavyozungumza hivi sasa hii nafikiri kwamba yuko mbali. So unajua mimi nikikwambia mtu anakuja anakuja. Na atafika hapa sasa hii na hata Nafikiri kwamba mkiangalia hmm, pandai nafikiri kwamba mnamuona. Haya. Na mdomo mdomo umekaa aje? Mogogo

mekupa ni ile tu ya kuprepea kwamba ile kitu nilikona ongelesha mzee

nafikiri kwamba maneno ameizoea. Wendi mtu wendi mtu tumekane kwa muda, unajua kitu ambacho naweza fanya na ile siwezi fanya. Sasa u kijana, mimi sina shida naye, lakini kitu ambacho nilikuwa nahitaji kufanya Eh, wacha kwanza kula kidogo. Ndio nini bro? Wakati hapana hapana, habu mlijifanya kiburi nikuja kwa o familia. Hata nilikuwa nimenenepa saii mmenikondesha. Hebu kula kiburi chako, ndio chako bana, ban <laughs>

Kazi mm. Umeiona? Ndio, nimeiona kabisa. Unajua watu wa hii familia wana vichwa ngumu sana. Familia iko aje? Nikikujia kwa hii familia sikuwa hivi, nimebadilika. Nilikuwa nilikuwa like nimenenepa, saa hizi nimekonda tu, juu ya stress ya hii familia. Yes, nataka sasa urudishe mwili wako wa kitambo sababu, yes, kazi nishaanza <laughs> <na laughs> <kinachimu. laughs> <laughs> <laughs>

unaweza pikia kijana simu akuje huyo polo kama atakuwa na kiburi mimi ndamleta. Mm, so daktari, unajua mm. Hii kiburi wako nayo lazima uongeze dosi kabisa. Unajua mtu akileta kama huyo eh? nirudishie pesa zangu. Mimi nataka pia nirudishie pesa zangu. Si ndio? Eh, nirudishie pesa zangu. Of course you are not supposed to waste a lot of time here. Daktari, kwa kweli kazi yako ni nzuri na unazidi kupambana vizuri kwa kusaidia na hiyo ni kitu ambacho kwa kweli kimenifurahisha. Unaweza unaweza niambia aje huyo huyo huyo mtu anapiga kelele hapo. Ah, yeye waache tu vichwa ngumu watakuwa sawa, lakini yeah. Mimi nataka daktari asimwachilie saizi. Jua amenitesa sana, amenitesa kani kunitesa, mmenitesa pia. Ni wakati wako wa kuteseka. Ningeomba msamaha ungenihurumia, karibu pia upiga tukasema kuna kitu tutakufanya nikakubeg nikakubeg, nikakwambia achana na aki, niachie tu mtoto. Ukasema ati mtoto ni wenyu, ukasahau ni mimi nilizaa mtoto. Unadhani ni uchungu gani nilisikia mimi? Saa hii niseme nikutengeneze? ni ushuhuda gani ambao utaenda kuambia watu, kuletea mtu ambaye ako na shida? Wenyewe ya kuponya wao wenyewe, watakutafuta mimi wananitafutanga automatically. Tende kitu ambacho nahitaji kutaka kwako wewe wenda tena ujumbe umekutokea, na heshima ibaki. mm. mm. kwa mzee ongee na kola nirudishie pesa zangu pia, kuvunja simu yangu. Ujumbe hapa sioni vizuri, ngoja tu kidogo, mimi najua kusoma, naona kwanza anasema namna gani? Okay. Yes akuwa uh, uh, uh, uh, uh. namna gani hapa na mandugu zangu ananifurahisha sana hapa mm. yeah, mandugu zangu hapa wanafanya mm. kazi mzuri sana mm. Ndugu zangu, ndugu zangu hawa wanafanya kazi mzuri, ni wazuri sana, naupenda. Sasa kijana, mimi nataka nikusaidie, na sina ubaya na wewe, ni ile tulikuwa najaribu kukurekebisha, rudi kwenye kwenye laini. Sasa nataka nikuhesabu moja mpaka mbili. Nataka <laughs> shika, wacha shika vitu zako, atakeacha chochote hapa. Nikihesabu mbili tatu mpaka moja utoke sawa? Nyejaonekana aya moja, utapona utapona utapona, mbili, tatu, mm, toka mbio kama gasia jamaa, daktari, watu kama una wadhibu mpaka wanasikia iko mzuri. Ona kazi ya daktari? Ah, nimefurahia sana daktari. Shukran. <laughs> Eh, sawa kazi. Huyo eh, lazima angeadhibiwa hata hey. Kama hakuna kitu ambacho amefanya ni ni kukutishia tu. Sasa ni Paul kunirudishia pesa oh, don't have no worries. Ambayo amefanya. Daktari kwa hapa. No, vile tutafanya. Yeah. Si ndio? Wow. So for now, what I say is bye bye till next time.